Hatua moja kila siku huleta mabadiliko makubwa. Iliyoanza kama ndoto hatimaye ishatimia. Mavuno ya jasho na uvumilivu sasa yameanza kuingia kwa sahani. Lakini je, safari hii ya kutumia mazingira kuboresha mazingira ilianzaje? Tunatumia umradi kushowcase kwamba mazingira yanaweza safishwa na mazingira. Nikisema mazingira na safishwa na mazingira, ni kwamba tuko na mradi wa kuokota taka, ambapo zile taka za kuoza tunatumia kufuga mabuu. Yale mabuu ni chakula ya samaki, na unapata kwamba kupitia hiyo hiyo hiyo hiyo kusafisha mazingara kutumia mazingara, tuna create employment pia. Msukumo na azma ya kutaka kuinua vipaji na talanta za vijana ulileta mwamko huu. Sisi tuko hapa ku, kuinua vijana, kuinua vijana kuwafanya wapate ajira, kuwafanya waweze kuza talanta zao. Hiyo ndio ndoto iko kwa sasa. Umaskini na njaa ikawa kikwazo cha safari hii. Najua sasa talanta huwezi fanya tumbo tupu. Talanta inafaa ufanye kama umeshiba na akili yako imetulia. So kupitia kwa hiyo changamoto tukaona ni vizuri kuwa na program ama miradi ambapo wale vijana wetu ambao kwa talented wanaweza pata nafasi ya kujiajiri e, na wewe sasa katika ile ya kujiajiri wako na nafasi ya kuweza kutimiza ndoto zao upande wa talanta. Kwa hivyo hu mradi ulikuja ikiwa mojawapo zile miradi mingi ambayo tuko nazo ili kuweza kusaidia vijana kuweza kukuza talanta yao bila changamoto yote. Mwanzilishi na mwenyekiti wa Majestic Charitable Trust Foundation, Stephen Musyoki akabuni njia ya kumaliza hilo. Kwa sasa zaidi ya vijana mia moja wamepata ajira ambazo zinawawezesha kushikilia familia zao. So far, eh, tuko na vijana 150 ambao wanadirect wako na direct uh, uh, impact. Direct impact 150 na hao ni wale tuseme, wako napata kitu mwisho wa mwezi, hatu sema salary because ni program ya vijana na wanapata kitu kidogo, then kuna around 450 ambao tuseme ni wale wana benefit indirectly. So so far tumeweza impact vijana 600, na ukifanya averagely, per family four people that's around 2400 Uh, people, uh, in, in, in Jomvu. Licha ya kwamba kila hatua ilikuwa na changamoto zake, sasa watu wanaongea kwa sauti za chini juu ya mradi huu mkubwa wa uchumi samawati ulioanza kama ndoto. Safari ya yeah, a thousand miles eh, inaanzanga na one step. So hatukudhani kama tutafika hapa, kwamba kwa sababu na changamoto kubwa sana, upande wa kuchimba haikuwa rahisi Eh, manake tulihave kutafuta usaidizi kutoka nje eh, vijana ambao wana uzoefu wa kuchimba na tulichimba within two months. Wakati tutakuwa tunaweza tunaweza kuwa kujeneratea eh, samaki wetu prawns wetu, ndio kidogo tutasikia tumepumzika, manake safari bado tunaendelea nayo na tunatumai kwamba ikifikapo mwezi wa mwishoni wa mwaka tutakuwa tumefika hatua nyingine kubwa zaidi. Hapo ni dhihirisho kwamba hakuna lisilowezekana juu ya hizi, hizi fish ponds. Tunataka tuweze kufuga kuku wetu pale. Because, eh, kile kinyesi cha kuku pia ni chakula ya samaki, na pia tunataka tuwe na boardwalk whereby tutakuwa tunalipisha watu either wanakuja training ama wanakuja kuangalia samaki, so huwa kawaida kuna ile entrance fee ya kuja kuangalia mpaka kama pia kuna pesa ya ile tunatunza ya, ku, ya, ku, ya kufanya training na <coughs> mwisho wa huu wenye mnaona hiyo hizo mangroves tumepewa 2.5 acres na serikali, tuweze kuweka hoteli mangrove hotel, so ambayo ita include, ita include a boardwalk, na pia kutakuwa na boxing ring sababu kuna changamoto ya boxing rings in Mombasa and we want to have a, a facility ambayo kidogo pia inaweza E, kupanua Mikindani ama kupanua Jomvu e, to the outside world. Kwa hivyo bado mradi huko tunaendelea kutafuta wafadhili, kuongea na wale ambao tuko nao bado, na pia tunaendelea kujulisha serikali iweze tushika mkono, maanake huu mradi ukija kuwa kamilifu uta, uta, uta change, uta change sura, sura, ya, sura ya Jomvu kabisa. Ni ndoto iliyotimia, japo wengi wanaona mwanzilishi anajitafutia umaarufu wa kisiasa. Wengi wanahusisha haya mambo tunaofanya na siasa, lakini tunawaambia kwamba they reserve the opinion because hata ukiambia mtu utasimama hawezi amini, kwa sababu tumezoea kwamba mtu yote anayefanya kitu kwa jamii lazima awe mwanasiasa. Kwa hivyo it's up to them to, to wait and see. Wala wanasema watushiki mkono kwa vile tutawashinda kisiasa. Uwanja ni wao, waongoje 2027 wataona sisi tuko hapa hapa, tuendelee na vitu zetu. Ndani ya moyo wake ako na moto wa kutaka kufanikisha miradi aliyokusudia. Kwanza tunatunza whatever we have, lazima tupanue soko letu. So we are looking at hata ku export, especially mambo ya prawns. Maana ile size unapata kwa fish pond na ile size unapata kwa bahari upande wa prawns ni tofauti sana. E, kwa prawns, kwa bahari kupata king, king size ni ngumu manake ile prawns anakwanga chakula ya samaki wengine But unaona sasa, tukija kwa kama fish ponds, na maana tunaweza produce wale wakubwa, na hawa wakubwa soko lake ni kubwa sana. Hatuwezi socialize special hapa Kenya, kwa hivyo bado mradi ni mkubwa, na if inaweza kuwa replicated in other areas, wacha tu mikinani peke yake, mahali pote ambapo tuko na creek kama hii, tunaweza kuwa na mradi kama huu, basi inamaanisha vijana wengi wataweza kuwa wamepata employment, na pia inamaanisha kwamba upande wa, wa, wa, wa community Eh, rehabilitation mambo na chakula itakuwa ni rahisi sana, given that tunaishi kwa mtaa wa mabanda, mitaa iko chini ambapo kidogo mapato yako chini. Anafurahia alipo sasa, japo anasema ni nusu ya safari. I'm very proud of myself. Uh, ni ndoto ambayo singedhania kama itakamilika, given that uh, kupata watu wa kukufadhili si rahisi, ama kupata watu wa kuamini chenye wa kuambia ni ngumu huu mradi ambao mnaona hapa nyuma, samaki, kulingana na hiyo ndoto yetu ya blue economy, huu ni kama sasa ni 50%, 50% done. Purity Zawadi, Majestic Digital TV. Tune, tune. Yeah! Bosi kubwa osianaga mbaya y yeah! It's time! Watanyoka tu, watanyoka wambie kwa Majestic na peta, peta peta, peta.